Mama. Njema, umependeza mara bado jambo. Jambo mama. Unazidi kupendeza tu mwanangu, karibu tu kwa mwanangu ndani. Ah, mama haja ya kwenda ndani mama, tunaweza kukaa hapo tukapumzika, mimi na basi. Asante mama. Jamani, na wewe nene kimbia mno mwanangu. Na wewe mkweo, jamani jamani. Mwanangu hamna mama, kuna kazi zingine nimeziacha jamani. Ah, sawa, hakuna ah shida. Sasa mama, hebu nisabuzie kizigi changu k okay? kuna zawadi hapa. Wow. nakwambia mama wangu hapa Hmm. Nimejitahidi wewe hata tu so. Yaani sio ukija, najua nani kama mama, mama jamani, yaani eh, kama umejua mwanangu <tipi> akujana tumelala hivyo hatukuwa hmm. na chochote kile, tumelala bila kula, ndugu yangu, baba baba yako kama vile nilijua hmm. kimama hata uh, <tipi> hivyo, usijali, nimekuja na kidogo hicho, hapa <tipi> ila hizi zote za kwangu, kuna za kwako baba, ai la babas, mchele huo Eh, bwanangu wewe. Eh, jamani, natunze mama mema, usimwachie huyo mwanaume. Naanzaje haya jamani, jamani? Sasa mwanangu wewe, hiyo mama Baba yuko wapi? Yuko kule kwenye miti kwenye miti? Ile miti anayopenda kuongelea kule ah. Ah. Msalimie nimsalimie babangu nimpata pesa kidogo akanisawa kweli. Ah, basi. Nani kama mama? Nema. Upo? Karibu mwanangu, karibu. Asante, baba. Karibu baba. Marava, ujambo mama? Ujambo. Ah, umekuja lini? Shamuona mama yako? Ndio e, nishamuona. ah, kakwambia niko huku e. Ah, karibu mwanangu, karibu sana, karibu sana. Mimi nimekuja kuwasalimia. Mko wangu wajambo, mwanangu? Anasema nini eh? Maisha mnakaa vizuri mwanangu kabisa mbona. Ah, <laughs> Shangazi, mume wako aliniambia kuna jambo jamboni? Alafu mwanangu, nikwambie nilikuwa nafikiria, yaani hata ile kawa sina, naona hata aibu kwenda kwenye kawa Nashukuru mwanangu asante. asante ila mama, mama. nimempa pesa kidogo simwambia kama nimekupa pesa nyingi sawa. Wala sisemi wala sisemi kama umempa asante labda Dada, Dada, ah, kamuulize mama yako hmm. eh, ndio anajua Mungu. eh. <laughs> Mimi nirudi zangu Ila kuna zawadi yako nyingine mama atakupa hmm. umeleta nini Kiyangu. Au meletea kanzu mwanangu sio? Unajua ya kusalia atakupa bana. Aa, mm. Basi nashukuru mwanangu, haya wasalimie huko. Wamesalimiwa. Haya mwambie awa anakuja kuniona. Mmeo hamna shida. Basi asante, a asante. Mm. Hey, mama mmemwona baba yako? Nishamwona. Karibu ndugu. Asante, asa. karibu sana. ndai kwako mm -hmm. mm -hmm. apata maji kisimani mwanangu, niambie. Haya, sawa, mi nirudi zangu nyumbani, kampikie mke wako, naenda nyumbani. E, mnatukumbuka yani. wewe hapo umetusaidia sana, usijali mama angu wetu ni mwanangu, ndio maana nakupenda. Mimi nakupenda mamangu, namshukuru na, Mungu sana kukuzaa wewe yani. mshukuru wako jamani, mama Ndivyo ilivyo. Nisije kuzaa wewe mko angepatikana wapi? Basi uwahi nyumbanianuauguy mangi nimemwacha kavimba kama nini. Haya, jana kanipimia mafuta kidogo nikamrudishia huyu naye achena ya mangi kwanza naubui shoga zangu kama na mnavyonijua. Hey, mama wa kutokupoa mshogangu namuona. Hey, u dada letu salimia hapa, mnamjua <tis> kwanza tuseme dada gundu hili, kwanini unasema hivo? Hmm, sasa hivi huko kwao kwa kwa hajaolewaai kwa karibu anazeekea kwao na amezeeka hapo na mdogo wake kashaolewa tayari Yani yeye sura ishaanza kujikunja kama bibi, yani ni mshangazi yule. Ah, ah, ah. Naye usiongee, kwa nguvu umezoa, atasikia, mm. atasikia <coughs> mm. mm. hey, mm. Atasavi, mpaka ajisikia vibaya. Hata sasa hivi naongea kwa nguvu ili asikia vimba pasuke. Mama wewe, sasa hivi atachota maji mpaka akome, yani atakuwa kama ndio mfanya kazi

Mama Juri. Mama Juri. Huyo mwanamke naye si kenda wapi? Nae kai hatulii ah. Kenda wapi? Ah. Mama Juri. Mama Juri. Mwanamke sio kuwepo hapo hapo. Kenda wapi? Mama Juri. Mama Juri. Mama Juli. Juli. Juli. Juli, mwanangu. Unalia? Mara, goja mwana. Unalia, unasema uli? Hapana, baba. Kichwa kichwa kinauma? Kichwa tukufanye? Ulie mwanangu, leo kuna nini mama? Yako nimemwita kule hayupo, nimemtafuta hayupo, na wewe nakuta nyuma ya nyumba unalia alafu unasema siumsibinaum na mwanangu, nini najisikia vibaya na basi, nilete maji mwanangu? no, no. Mm -hmm. Majuri, mke wangu. Abe, mme wangu, kuna tatizo gani ndani ya familia? Mbona tuko sawa, hakuna tatizo lolote, mbona umeuliza hivyo? Jana Juli nilimkuta amejinamia nalia. Tatizo ni ile ile la kutopata mchumba kwa muda mrefu, hata watu wenye nzengo hili wanaotuzunguka Yani, wanamsema huyu atazeekea nyumbani. Sasa yawezekana hilo linamuuma sana, mme wangu. Basi mke wangu, kaa naye huyu binti, mtoto wetu huyu, unajua ni mtoto wetu wa kwanza huyu eh? Kaa naye huzungumze naye vizuri, mtoe mawazo hayo, mwanangu asija akaji akajiua. Watoto wa siku hizi hujiua, kwako ni rahisi tu, unaona, unakufa ovyo kwa sababu ya mawazo. Mme wangu. Kama ni mme atapata Mungu atampa. Hmm. Mke wangu kaa naye. Nimekuelewa mme wangu. Mmenielewa? Nitakaa naye. Nitaongea.